Je, unajua Ukristo wa kisasa haukuanzishwa na Yesu? Uliundwa na mfalme aitwaye Constantine miaka mia tatu baada ya Yesu. Kabla ya hapo, kulikuwa na makundi mengi ya Wakristo. Wengine walimwona Yesu kama nabii, wengine mwalimu, wengine mistiki, wachache tu walimwita Mungu. Mfano, kundi la Ebionites walimfuata Yesu kama Myahudi mtakatifu, lakini walikataa kabisa wazo la Utatu. Alama ya nyota, lakini mwaka 325 Constantine aliitisha Council of Nicaea. Hapo waliunda imani mpya, Yesu ni Mungu, wakachagua Biblia yao, na waliopinga walihukumiwa. Makundi kama Cathars waliteketezwa kwa moto, vitabu vyao vilichomwa, maelfu waliwawa kwa sababu ya kuamini tofauti lakini wengine walinusurika kama vile mystics wa kiyahudi na wa Kikristo waliokimbilia misituni, milimani na mafichoni, wakihifadhi siri za mafundisho ya awali ya Yesu. Ukristo wa kisasa haukujengwa tu juu ya mafundisho ya Yesu, bali juu ya maamuzi ya wafalme na damu ya waliokataa kutii. Swali ni hili: je, tunafuata kweli ya Yesu au dini ya kifalme? Fuatilia Mwanga wa Ukweli, Tunaangaza yaliyofichwa.